Kuna taarifa, tukianza hapo, kuna taarifa ambazo zimevuma sana juu ya baadhi ya vijiji uh, kukamatwa na M23 na jambo hilo likaleta taharuki kwa Kongomani, mbona M23 inaendelea kusonga tu huku Uvira, kusonga tu mmesikia namna ambavyo amejibu, sio msemaji wa wazalendo, ni mtu ambaye mmoja kati ya wale wanaohusika na mlo au chakula katika idara hiyo amesema hilo, hiyo taarifa sio ya kweli na wao wenyewe wana ratiba hiyo ya kwenda huko ambako kuna semekana kumekamatwa kwa ajili ya kupeleka vyakula kwa majeshi yaliyoko huko. Ya, inawezekana ziko taarifa nyingi zinazosambazwa na zikawa sio taarifa za ukweli. Ya, kuna jambo ambalo nataka niliongee, ni kwanza kabla hatuja kwenda mbali kwa taarifa zingine, niache naweka vizuri sana jambo la kuhusu Uvira, FARDC na Wazalendo, naomba Wazalendo wanisikie vizuri, lakini pia FARDC wanisikie vizuri. Ukweli ambao haupingiki ni kwamba katika plan militaire za Alliance Fleve Congo, M23 RDF, baada ya kukwama kufika Uvira, toka wamekuja kwamba waje kukamata uvira wakashindwa kukamata Uvira aliko eneo lolote ambalo wamewahi kufanya mashambulizi makubwa ya kupigana, na wakasemekana kweli wamepigana sehemu fulani na kukamata. Kwa sababu gani? Kwa idadi ya majeshi walionayo, waliwekeza majeshi yote mengi tena makubwa huku Nyangezi, kwa lengo la nini? Wabomoe ngome la, la wazalendo wakamate Uvira, wakamate Mboko, waendelee huko Fizi. Sasa kukamatwa kwa ule mkaba wao kutokupita Nyangezi kunaonyesha na kulionyesha asilimia mia kwamba nguvu yao haiweze kupambana na wazalendo, na hilo likaleta aibu kwao na kuonyesha uwezo wao wa kupigana. Kwa maana hata vyombo vya habari vikaisha kutangaza habari za vita vikabaki na kuhamia kwenye makoro makoro makoro akoro ambazo hazikuzuia wazalendo au M23 isiendelee kupigana, kwa maana ya sesele fe ziliongelewa nyingi, lakini hakuna siku mzalendo aliwahi kuvaa sorry. Ah, hakuna siku M23 aliwahi kukubali sesele fe inapopangwa. Sesele fe, ndo wao wanaendelea kukamata vijiji, ila swala la uvira sese le fe, kabla ya sese le fe hakuna walikokwenda, waliko sasa. Baada ya hapo, pamoja na kwamba ndani ya jiji la Uvira wako M23 tayari walioingia kabla ya jiji la Uvira kukamatwa au wapo na wengine wakaingizwa kabla ya wazalendo kuimarisha ulinzi, wakaingia, na hivi tunavyoongea na wewe wako wengi wanakula ndani ya nyumba za watu, wanakunya humo ndani ya nyumba za watu kusubiri M23 iingie. Wako FARDC ambao wanafanya kazi Bennett na M23 ndani ya Uvira kuwasaidia waishi na Uvira yanguke, hilo lipo. Na wako hata wazalendo ambao nao pia wamekwisha kurubuniwa kusaidiana na M23 ili Uvira yanguke, hilo lipo. Lakini kwa kuwa imekuwa ngumu kidogo M23 kukamata. Njia mbili wanazozitumia kubwa kuangusha Uvira, njia iliyo kubwa zaidi sana ni kudistreir wazalendo. Naomba hapa mnielewe, wazalendo, mnielewe vizuri. Na mimi naongea kama mchungaji, huwa ninawambia mambo mazito, hata kama mnakuwa myakubali leo, lakini kesho ndio yanayotokea. Wanatumia njia kubwa sasa kudistreir wazalendo kuwadistreri vipi wazalendo, ili waje mahala wajikute kwamba kutokupita kwa kwa M23 Nyangezi, plan de resistance kuja hivi, wazalendo wajione wame, wameweza waji, wazalendo waone tumewakomesha, na wajikute kwamba hawawezi kuja huku tena, tumefunga mipaka yote. Kwa hiyo wazalendo warizike na M23 kutokuja Uvira kwa njia ile waliofikiria na iliyokuwa imepangiliwa wapite, mzalendo akisha kuwa distray. Na mpaka sasa hivi mzalendo tayari yuko distray. Distraction ya mzalendo imepoteza pia objective za mzalendo. Objective za mzalendo zilikuwa kwamba wafukuze adui, adui arudi walikotoka na hiyo ndio ilikuwa lugha ya mzalendo, toka vikosi vinatoka Ufizi, vinatoka Mwenga Manyema, vinaenda kule, tunaenda kumpiga adui, tumzuie, lakini tumpige, tumwondoe. Ila mpaka sasa hivi hayo ya kuondoa adui yamepotea. Kwenye a wanayaongea, watayasema lakini hayana nguvu tena ndani yao. Na walichokifanya sasa M ishirini na tatu, sikilizeni baada ya kufanya attempt ya lile shambulizi la kwanza, walilifanya toka wameweka ngome pale Nyangezi, tupigane tubomoe, wakashindwa. Hawatapigana tena hivi karibuni, wameacha wazalendo ndani ya distraction, lakini watakachokifanya sasa, Nyangezi itabaki vile, vikosi vilivyopo pale Nyangezi vitapunguzwa au vitaondolewa watabaki wachache sana, na hata hivyo wameshabaki wachache, wanaondolewa usiku, watu msijue. Sio vile wanavyopitaga mchana kama defile, wazoee wakipita tunawaonaga wale, wanakuwa sio askari, ni watu wa maonesho defile, ili kuleta paniki. Lakini wale wanaopangiliwa vita vya kwenda kukonka, vita vya kwenda kushinda, wanamishwa usiku, msijue. Sasa vikosi vya Nyengezi vinatoka Nyengezi, wanabaki wachache sasa mtasikia sasa gafla, M23 imeshuka Baraka, imeshuka Fizi, manake watashusha mashambulizi ambayo wale wazalendo walioko kule awatakuwa na uwezo wa kuwazuia. Sasa mnapokuwa Uvira, hesabu za kwenda nyangezi au kwenda bukavu zinakuwa zinaishia zinaisha, ndani ya wazalendo wanaanza kuangalia sasa, mbona wamefika baraka, wamefika fizi, tunafanyaje? Akili za wazalendo waliopo kule nyangezi, wazalendo walioko kule rubiri, e, mtu, kule ruzizi na kule kungine, akili azitaenda tena twende kupika twende bukavu. Akili zinakuja sasa twende Fizi, kuwaondoa Fizi, twende kuwaondoa Baraka, tuwapandishe. Itakuwa sasa, sio tuwatoe Minembwe sasa, inakuwa tuwapandishe Minembwe. Wakati wako Minembwe akiwa anasema tutawatoa pale Minembwe, ila watakapofika Baraka sio tena kuwatoa Minembwe, ila tuwatoe Baraka. Wanatoka tena vikosi vingi kutoka Uvira, teritoria ya Uvira tena vitaanza kurudi wapi? Fizi. Na wakati huo sasa ndipo ambapo M23 itachonganisha wale wapolitisie ambao wamesha kuwa wa M23, bado wako wako kimya hivi. Baada ya hapo, ndio watajitokeza kama wao ni wazalendo. Wale wapolitisie wa babembe na wazee wa wabembe wataanza kulaumu mzee William Amuri ya Kutumba ambaye yuko plane de Ruzizi kwamba, umeenda kufanya nini huko umeenda kutetea kwa wenzenu wafuleru na Wavira na kwenu umeacha wazi, ona sasa kumekamatwa. Wewe ni pumbavu, watamtukana na baadaye watasema ni msaliti. Alafu, Amuri Wiliamu ya Kutumba kuwepo kwake Plene Deruzizi kutakosa maana ya kuwepo kwa sababu Fizi kumekamatwa na Baraka, itabidi kweli naye ajione kweli ninafanya nini hapa, ninalinda sasa nini sasa watakuwa pia wanatoka Baraka kujielekeza Uvira, na wakati huo wengine wanatoka huko Baraka kuelekea wapi? Kalemi. Wakati huo Minembwe imesha shuka. Sasa kuwepo pale Uvira na kujidai tumefunga mipaka, inakuwa lugha ya watoto, haina maana. Hicho ndicho kitakachotokea. Sasa walioko Plende Ruzizi wanaanza kupasuka vipande vipande, wengine wanasema twende kupigana na wenzetu walioko Baraka, tumfukuze Baraka Mnyarwanda, tumfukuze Fize mnapotoka Plende Ruzizi kuja huku Baraka, maanake pia ile ngome ya Yeriko, ukuta wa Yeriko unakuwa umebomoka tena, mnaacha njia walioko kule Bukavu kushuka sasa Uvira, walioko Baraka kuja huku mnachukuta muku andebadande na watakao rahisisha misheni yote hiyo ni wanani? Ni fardese wasaliti, na wazalendo walionunuliwa, walio walionunuliwa, pamoja na wanasiasa wenu hao walionunuliwa. Hivi wako kimya, ndo wataibuka kwanza kuongea kama ni wazalendo, kumbe wanamtoa wa mzee William ya kutumba na vikosi vingine kule, waje huko Ubembo, ili tena njia ibake wazi kule. Sasa cha kufanya ni kipi? Mimi ninapokuwa ninaongea maneno haya huwa siongei kwa sababu nilete taaruki. Huwa ninawaambia watu akili ifunguke. Hakuna maana yoyote ya vita vilivyoikumba nchi, vita vilivyokumba nchi. Hakuna maana yoyote ya kuzuia. Mara zote ukipigana vita vya kuzuia tu maana yake hata mcheza mpira ukiwa we hauna malengo ya kwenda kufunga mwenzako, utacheza tu kuzuia, unapozidiwa sana na kuzuia, mwenzako akijua unacheza kuzuia, na hata yule ni namba tano wao hata baki kule na namba tano mpaka atapanda haje kushambulia, mpaka na golikipa atakuja kupiga kona, kwa maana wameshajua ninyi hamuendi kwao, kazi yenu ni kuzuia. Sasa mtachikuta mzigo umekuwa mkubwa, hata kama uh, msingefungwa mtafungwa, kwa maana mtaumizana, mtarundikana wengi kwenye boksi, mpaka na penalti mtagusa, kwa maana mmefinyana. Me, me, sasa ndicho kinachotokea Uvira, wazalendo wamefinyana Uvira wazalendo wa Fizi wamerundikana Uvira wa Uvira Uvira wa Kigongo, Uvira wa Makobola, Uvira yaani wamefinyana, mpaka wanaanza kugusa mpira penalti. Sasa na ndicho kilichowapa hata M23 nguvu ya kuondoa majeshi yao yote kwenye mapozisio zao zote kuja kufuata wazalendo kule waliko, kwa sababu hawa wao wanajua hatutashambuliwa, kwa maana hawa wazalendo hawapigani kushambulia, wao wanazuia. Sasa twende kule, wanakuzuia. Haya, aya ni mahesabu mepesi, ayaombi degree, ayaombi bachelor degree ayaombe doctorate ayaombe master degree ayaombe experience just kuangalia, na unaona ndivyo ilivyo. Kwa hiyo cha kusaidia wazalendo, cha kusaidia FARDC ni kufunguka, ili muwape nafasi na M23 wafikirie na wao kujilinda, sio tu kushambulia, na wao ndani ya akili yao wajigawe, tutajilindaje? Tutashambuliaje? Kwa hiyo kuwepo Uvira mtu wa Ruzizi pamoja na misaada inayotolewa akutasaidia nchi wala muvuma mliyo isem, wazalendo ziko position za ambazo mnaweza mkashambulia askari hata kumi na M23 ikasikia, pale pamekamatwa wataumia, pale pamekamatwa wataumia. Wazalendo ni wengi kuliko, mfano katika territoire national province hizi zote mbili katika teritware hizi lokale hizi ndogo ndogo walungu wapi wapi wako wengi, ila coordination, yaani kule kuweka muunganiko wa wazalendo wawe wamoja wafanye operation kama watu waliokuwa na wazo moja, hiyo ndio shida kubwa. Na mimi tena nifanye apele kwa wazalendo na kwa politisien, kama wewe ni politisien ambaye unasimama na uchungu wa pamoja na wazalendo basi jitokeze hadharani, mukordone uzalendo, mukordone uzalendo na wazalendo wawe na komunikasio ambazo ziko u, na uhakika, wafanye operasio kama watu ambao wana malengo na objektif ya kufanya, na kama kushambulia noro kivu yote na sidi kivu yote itakuwa ngumu basi kateni kipande ambacho mtakiweza kukisimamia kama ni terituari ya uvira peke yake, ndiyo mtaweza ninyi wazalendo, kwa nguvu yetu hatuwezi kwenda popote, ni hapa tu. Basi mkate hapo, nifamike kwamba wazalendo wame wamejampare, maanake wamejichukulia eneo fulani, kama ni Uvira Mwenga manye, basi chukueni hapo na mseme hapa ndo kwetu sisi wazalendo. Hatutatoka hapa, hatutaki wa kutuingilia. Tumekamata hapa, tutalinda hapa hapa. Hayo mengine serikali ujijue, sisi tumebaki hapa na foka maiki aliko na yeye aseme na, na mimi vikosi vyangu nimekamata eneo fulani huko, sina nguvu ya kuendelea. Na mimi hapa na vikosi vyetu, basi ama mnaungana, muunganishe maeneo ili iwe moja. Alikofoka maiki na waliko hao, mkamate hapo na mtangaze mtakachoweza kutangaza, mnachofikiri kukitangaza, mkiseme na muishie hapo, ili M23 eh, ajue sasa hivi tunaenda kwenye ardhi ya wazalendo hivi huku siko kwetu. Sasa hey, mkikaa hivyo amna, mtafika mahala mtashindwa. Kwa maana malengo yameanza kuzeeka, mliokuwa kuwa nayo objektif mlizokuwa nazo zimeanza kuzeeka, na kwa kuwa zimezeeka maana yake hazitaishi, na zikishindwa kuishi maana yake zinakufa, na zikifa maana yake na movement utakufa. Ila kutegemea serikali msahau kidogo hilo, kwa maana yako mengi ambayo serikali alitakiwa yafanye kwa wakati, ila ameshindwa kuyafanya. kuyafanya na si kushinda au kutaka kuyafanya, na FARDC wanaojiita wao ndio serikali hakuna wanachokifanya. Okay, nikitoka hapa nije kwenye taarifa nyingine muhimu sana kwa upande wa FARDC. Mimi nishauri sana uwepo wa FARDC Uvira hauna faida yoyote kabisa. Ninasema kwa analise ninazozifanya, uwepo wa FARDC Uvira hauna faida yoyote katika moveme ya kusekirize Uvira. Ina maana FARDC haichangii hata empursa ndani ya sekuriti ya jiji la Uvira. Narudia, ninajua nikiongea habari za FARDC huwa wananipigia simu wengi, wa kila mmoja huwa anaongea kwa namna yake. Tena niseme presence ya FARDES ndani ya vile ya uvira haikontribuwe meme 1% ya sekurite ya vile ya uvira 1% hawakontribuwe hawa musekurite ya vile ya Uvira. Kwa hiyo wao kuwemo ndani ya vile ya Uvira fardc, manake ni kwa avantage enemi ili enemi asipate avantage ya kwanza ndani ya vile ya Uvira FARDC atoke. Mnanipigiaga simu majenerals wenu makanali, na ninaongeaga na ninyi, tena nasisitiza hivyo. Kama uwepo wa FARDC ndani ya vile ya Uvira ingekuwa na avantage, silaha wangewapa wazalendo. Na kama hawawezi kuwapa wazalendo silaha kwamba ninyi ni raia, okay, sasa nendeni kupigana wangeenda sasa, wao wawe wanaripotiwa FARDC wameenda kupigana. E, si mna silaha mnazo, nendeni sasa kupigana. Kupigana ampigani kumpa, aliye tayari kupigana hautaki kumpa na unakataa kumpa mzalendo silaha, kwamba ni raia, huwezi kumpa silaha za jeshi. Ok, yeye silaha mzalendo anayo tayari, na unamwona mzalendo anatembea na silaha, mnakutana anazo. Kwa nini usimnyang'anye mzalendo silaha aliyo nayo? kama ana haki ya kupewa silaha, kwa nini unamwona anayo silaha usimnyang'anye? Bado unamwona anayo, unamwacha naye, lakini na unasema uweze kumpa silaha kwa sababu ni raia sasa unamruhusuje raia kuwa na silaha we ulio na haki ya kuchukua silaha? Kwani usimnyanganye huyo raia? Maanake hizo ndo tunaita lezitopi imbrug. Maanake they don't have any more, they don't have, sorry, awa il non pa okmotife, awana sababu yoyote ya kueleza kuhusu silaha. Ni usaliti a to z Fardes si ambaye sio msaliti sisi ndu wa, waende kupigana Uvira, wanafanya nini? Ndio hilo hilo, sawasawa na wazalendo. Kama tunawaelewa wazalendo, kidogo wako Uvira, waende kupigana kidogo, ni kwamba wanadai hawana silaha, wanadai hawana vifaa. Sasa lakini hakuna siku ambako Farde amesema hatuna silaha, wao wanajivunia sisi ndio tunawasaidia silaha, sisi ndio tunawapa silaha. Mkitufukuza sasa silaha mtapata wapi? Kumbe mnazo za kazi gani? siza wale walioko Bukavu ni raia kama wale walioko Uvira, wapo mikononi mwa adui. Mzazi mzazi, huwezi kutulia kimya. watoto wako watano wame, wamenyanganywa na majambazi, ila umebaki na mtoto wako mmoja au wawili, ukasema nitalinda hawa wawili wasiji kunyang'anywa. Kwani hauwazi kukwenda kugomboa watoto wako walio nyang'anywa, watoto wako walio kwenye shida? Utakuwa mzazi wa aina gani? farde se, quel volonte, una volonte gani? Ya watu wa uvira ndo mnajua kuwalinda, ndo wa maana wabukafu, sio watu. Kwa hiyo tena niseme kwa sauti kubwa, uwepo wa farde se ndani ya uvira hawana motife yote ya kuongea alafu wakaonekana wameongea jambo la maana, kama sio wasaliti, wajiunge na wazalendo, na waanze waende kupigana, waambie wazalendo, sasa sisi tunaenda mbele, tuende kupiga pale, tuwatoe kupiga pale hivyo. Hilo ndio ningesema, lakini kwa kumalizia, tumeambiwa wazalendo uh, wanafanya movement za kutosha kwa huko teritoria ya Walikale, wanafanya movement za kutosha katika mapori, kwa maana ya kwamba wengi wao hawana magari kwa hiyo wengi wanatumia mapikipiki na upiganaji huu wa mapikipiki ndani ya mapori bila kujali walianza kufanya hivyo sana na Alshababu. Alshababu ni yale makundi ya Waarabu ambao wa wakati mwingine yanapinga serikali, makundi ya waasi ya Mashababu al au Alshababu huwa wanakuwa na majina mengi. Niache naongea hapa, Alshababu ni kama vile M23 Manake katika kila mwaka wakiona tumefika hapa mikataba tumefika hapa, wanajigeuza jina, ama walikuwa ndani ya nchi hii na jina hili, kufika ndani ya nchi nyingine, wakienda kuanzisha hiyo mvuma yao, wana, wanaweka jina lingine. Kwa hiyo ndo kama unasikiaga Alshabab wale unaosikiaga Janjawid uliosikiaga walo Wakurd, ndio hao hao. <laughs> Ndo, hao, hao. Eh, ndio wa wao wao. Ni majina tu kwenye nchi hii wanaitwa hivyo. Kwenye nchi hii wanaita Boko Haram wa ndio wao wa, Boko Haram. Wa ndio wao wa. Kwa hiyo huko walikale makundi ya kinafoka Mike na wengine. Sasa wao wameona wa kusubiri vya serikali kweli vitawachelewesha, pamoja na kwamba hata viongozi wengine wa serikali wanawavuta kwenye shati wasiendelee kupigana wakitumia mpango wa sisi fire sisi Ila taarifa tulizo nazo leo ni kwamba vijana mpaka hivi unavyoona kwenye pikipiki hapo piki, piki sasa. Sitaeleza wanaenda wapi, sitaeleza wanaenda wapi, lakini nadhani taarifa tutazipata kwa baadaye. Tusubiri itakalotokea litokee, manake wamechukua mfumo ule wa Alshabab. Hapa ni mbali, ardhi ni yetu, hatuna haja ya kwenda kwa mguu, chanja pikipiki piki, pori kwa pori, wala wapiti barabarani kwa ajili ya kuogopa ambush wao wamepiga ambushi nyingi lakini, na wao kwa ajili ya kuogopa ambush hawapiti ndani ya barabara maanake wanapita pori ndani ya pori, wakiangalia maeneo ambayo pikipiki zinaweza piki zikatembea vizuri na kufika au kukaribia maeneo wanayotaka kufika, pikipiki piki kwa pikipiki piki. sasa piga ambush hiyo. Umeshaw kusikia ma Alshababu wamepigwa ambush? Umeshaw kusikia Jenjowit wamepigwa ambush? Boko Haram umeshaw kusikia wamepigwa ambush? wao ndio wazee wa kupigana na ambush, ila ambush za uzioni cheki wazawaza eh, waza, waone sio <laughs> <Seu> barabarani ni porini <laughs> yes, mimi sina la ziada, nilitaka niweke sawa ile ilo jambo la wazalendo na FARDC pale Uvira, kwa maana wengi wameniandikia na wengi wameniuliza, na mimi nikataka niliweke hivyo vizuri. FARDC nilisema toka mwaka jana ili mzalendo upate uhuru wa kwenda mbele lazima tusikie Fardhes sasa amepikana na mzalendo. Nilisema hivyo kwamba ili mzalendo afanye kazi kwa uhuru na atimize malengo yake lazima apigane kwanza na Fardhes ili afanye mambo yake kama yeye Fardhes e kama yeye, lakini kwa pamoja hawawezi kula sahani moja. Ndio maana ukiona hata hivyo wazungu kwamba panya anakula sahani moja na paka Panya na paka wote, huyu anapakuliwa hapo, huyu hapo, huyu anakula hapo, vyote vinafugwa. Maanake huyo paka awezi kula tena huyo panya, wakati panya ndio chakula cha paka, ila awezi kula tena kwa sababu wamezoeshwa wa kukaa pamoja.